Cha kwanza huu mchezo ni mchezo mgumu. Uh, sisi kaida yetu tunakuaga kwamba kalili kwa sababu hii timu ya JKT Queens ni timu ambayo ni nzuri katika ligi kuu ya wanawake. Mimi mi na imani kwamba kila mmoja amejitayarisha na kwa ajili ya kupambana katika mchezo wa kesho, kwamba tunaenda kucheza na timu ngumu ambayo inafanya vizuri na ilikuwa inafanya vizuri, imeenda kwa bingwa, ni timu ambayo uh, hauwezi kuibeza kwamba ni timu ambayo ni ndogo, ni timu ambayo ni kubwa, ambayo kila mmoja ambaye anaenda kukutana naye lazima ajipange. Kwa hiyo na sisi tumejipanga kwenye nafasi yetu, ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho na kupata alama tatu muhimu inshallah. Uh, mechi kama hizi ni mechi kubwa sana ambazo tunaweza tukasema kwamba dabi inakuwaga ya na Yanga, lakini hii pia tunaiweka kwenye dabi kwa sababu ni mechi ngumu. Uh, sio kwamba nyingine sio ngumu, ni ngumu, lakini hii ni mechi ambayo tunakutana na watu ambao, timu zile ambazo zina lenga kubwa na zinafanya vizuri katika mashindano tofauti tofauti. Kwa hiyo lazima kuna vitu tofauti ambavyo mnavifanya kama wachezaji, ili kuweza kupambana na kuweza kupata alama tatu, kwa sababu ukisema kwamba unachukulia tu kawaida kama mechi nyingine, inakuwa sio vizuri, kwa sababu utakuwa wapi heshima wale ambao unakutana nao. Kwa lazima upambane ili kupata alama tatu muhimu. Kwa hiyo tunakuga, tuna slogan zetu, tunakaa tunazungumza kwa ajili ya kupambana katika mchezo kama hii ili tuweze kupata heshima. Kwanza sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa tuko salama. Kitu cha pili kuhusu wachezaji kuwa na morali, sisi kama JKT Queens, aa, timu yetu ni timu ya morali muda wote. Tunafahamu hata kazi zinazofanya ni kazi ambazo zinataka morali, kwa hiyo Wachezaji wako tayari kucheza mechi kubwa. Tunawaheshimu sana Simba Queens, ni timu nzuri, ni timu ambayo kila tukikutana nao lazima iwe mechi nzuri. Kwa hiyo na sisi wachezaji wa JKT Queens ni wachezaji wakubwa pia, kwa hiyo kama mchezaji mkubwa anatamani kucheza mechi kubwa pia. Kwa hiyo JKT Queens na Simba Queens ni, ni timu ambazo zina wachezaji wakubwa, kwa hiyo mechi yetu itakuwa nzuri na mechi itakuwa ya ushindani, lakini sisi kama JKT Queens tunafahamu Simba Queens wanavyocheza na tunawaheshimu pia, kwa hiyo sisi tutafata maelekezo atakayotupa walimu na vile tulifundishwa kwa ajili ya kucheza na Simba Queens. Uh, mashabiki wa JKT Queens waje uwanjani kutusapoti waje kutushangilia pia, kwa sababu timu yao ni, ni ile, ile na tumeongeza jitihada sasa hivi. Huu ni mchezo wetu wa ligi na Simba Queens, mara ya mwisho tulifanya vizuri mbele yao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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <mucho>